Unatamani ngozi yako iglow kutoka ndani bila makeup, iwe laini nyororo yenye mvuto wa asili, lakini kila ukijaribu bidhaa za dukani unakutana na kemikali zinazoichoma na kuifanya iwe kavu zaidi. Sasa suluhisho lipo, tumia Keopi Glow. Keopi Glow ni bidhaa ya asili iliyoundwa kwa mimea na virutubisho vya ngozi ambavyo vitakusaidia kusafisha damu, kuondoa sumu zinazozuia ngozi yako kung'aa, kurekebisha homoni zinazoathiri ngozi, hasa chunusi na mabaka, kuondoa chunusi weusi na ngozi iliyokauka kufanya ngozi iwe na mwanga wa asili, yaani natural glow na mng'ao wa Kiafrika, kuboresha nywele zako kucha na lishe inakufanya kufanya ngozi iglow kutoka ndani. Bidhaa hii haina kemikali, haina bleach wala haina steroids. Ni ya asili tupu kwa asilimia mia moja. Imeundwa kwa mchanganyiko wa kofi wa kahawa ya asili, collagen ya mimea, na vitamin E na viondoa sumu ambavyo vinasaidia ya ngozi yako kuweza kuboreka kutoka ndani. Aa, unaitumia kwa mpangilio kwa muda wa mwezi mmoja hadi miezi mitatu mfululizo. Ni kinywaji cha asili unatumia kwenye maji ya moto na Pakti moja ya siku kumi ni shilingi elfu sabini, ila ukichukua ya mwezi ambazo ni pakti tatu nitakufanyia ofa utaichukua kwa shilingi laki moja na hamsini. Soma caption kujua faida zake, na kama utahitaji kuchukua nitafute WhatsApp kwa namba inayoonekana hapa ili kuweka oda yako sasa hivi. Ili kujiunga na group letu la ngozi, komenti neno niunge, kujiunga bure sasa hivi.